Habari za wakati huu. Mimi ni Msafi Pro na hii ni Jida Media. Dr Samia Suluhu Hassan leo Disemba 9, elfu mbili na ishirini na tano ametangaza msamaha kwa wafungwa elfu moja na thelathini na sita ambapo wafungwa ishirini na mbili kati yao wameachiliwa huru hii leo na wengine elfu moja na kumi na nne wamepunguziwa adhabu zilizokuwa zikiwakabili na watasalia gerezani kutumikia vifungo vilivyobaki. Rais ametoa msamaha huo ikiwa ni maadhimisho ya, ya miaka sitini na nne ya uhuru wa Tanzania bara kwa mamlaka aliyopewa chini ya ibara ya arobaini na tano kifungu cha kwanza a na d ya Katiba ya Jamhuri wa saba ambapo msamaha huo unahusisha wafungwa wenye magonjwa sugu, wazee wenye umri kuanzia miaka sabini, wafungwa wa kike walio wajawazito, wenye ulemavu na wafungwa walio katika vifungo vya kizuizi. Aidha, msamaha wa rais hautohusika kwa wafungwa waliokutwa na makosa ya uhujumu uchumi, waliokutwa na hatia ya makosa yao unyanganyi waliokuwa na hatia ya kukutwa na viongo viungo vya binadamu, kumradhi, wafungwa wenye makosa ya ugaidi pamoja na waliokamatwa kwa kutoroka gerezani. Mimi ni Msafi Pro na hii ni Jidah Media. Uwe na wakati mwema, endelea kusubscribe kulike na kucomment. Bye bye.